Yes, hello guys. Mambo vipi? Karibu sana kwenye chaneli hii. Mimi ni Ticha Sharaki kama kawaida. Na eh, kama tunavyofahamu kwa wale ambao tuna wanafunzi ama ni watumishi wa serikali katika shule mbalimbali mbali, tunajua kabisa kwamba kufikia eh, tarehe tano mwezi huu wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na tano Eh, shule zitakuwa zimefungwa na itakuwa ni kipindi cha mapumziko ya mwisho wa mwaka. Sasa nimekusogezea karibu eh, waraka wa elimu namba sita ambao unaonyesha kalenda ya mihula na masomo kwa mwaka wa 2026 ili wewe ambaye unajiandaa kusafirisha familia, kusafiri na ndugu jamaa na jirani, ili kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutalii, kubali zikula maisha, basi ujue na uelewe kwamba hii kalenda eh, unapaswa kuifuata na kujua muda wa kurudisha watoto shuleni na nilikizo itakuwa wapi na wapi katika mwaka huu moja kwa moja. E, nikienda moja kwa moja katika maelezo ya kalenda kwa mihula ya mwaka 2026. E, kalenda hii ya mihula masomo ya shule za awali msingi na sekondari kwa kwa kwa mwaka 2026 ni kama ifuatavyo. Muhula wa kwanza utafunguliwa mnamo tarehe 13 mwezi wa kwanza 2021, ambapo atasoma mpaka tarehe 27 mwezi wa 3 2026, ambapo itakuwa ni likizo fupi. Hii likizo fupi itadumu kwa muda wa siku 14, ambapo itakapofika tarehe 8 mwezi wa 4 2026 wa watafungua, alafu E, watasoma tena kwa e, mpaka tarehe tano mwezi wa sita elfu mbili ishirini na sita ambapo kwa muhula wa kwanza itakuwa ni idadi ya siku tisini na sita za masomo. Muhula wa pili utafunguliwa rasmi tarehe sita mwezi wa saba elfu mbili ishirini na sita alafu utakuja kufungwa tarehe nne mwezi wa tisa elfu mbili ishirini na sita ambapo likizo hii fupi nayo itadumu kwa muda wa siku e, hii tarehe 4 mwezi wa 12 2026, jumla zitakuwa ni wastani wa siku 98 katika muhula wa pili. Kwa hiyo ukijumlisha siku 98 za muhula wa pili na siku 96 za muhula wa kwanza, unapata jumla ya siku 194 ambazo ndio siku za masomo. Mwisho katika tanbihi wanasema siku za masomo kwa mwaka ni 194, na mashindano ya UMETASHUMITA ume ume yatafanyika tarehe 5 mwezi wa 6 2026 hadi tarehe 17 mwezi wa 6 2026, wakati mashindano ya UMESETA yatafanyika tarehe 18 mwezi wa 6 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 2026 na mashindano ya michezo ya shule za msingi na sekondari za Afrika Mashariki almaarufu kama Feasa yatafanyika tarehe 12 mwezi wa 8 2026 hadi tarehe 23 mwezi wa 8 2026. Tarehe 24 mwezi wa 8 2026. Amini shule zote e, zilizopo Manispaa ya Morogoro zitafunga tarehe 7 mwezi wa 8 2026 na kufungua tarehe 24 mwezi wa 8 2026 ili kupisha mashindano ya Fiasa yatakayofanyika mkoani humo. Hivyo shule hazitafungwa wakati wa likizo fupi ya mwezi Septemba 2 e, 2026. Nashukuru kwa ushirikiano wako. E, tangazo hili limetolewa na Dr. Liabwene M. Mtahabwa ni kamishna wa elimu. Na mimi Teacher SHARAK nimekuwa mdau wa kusogezea taarifa hii, karibu nawe, endelea kusubscribe channel hii wa kwanza kupata updates mbalimbali mbali. Asante sana.